Nitumie tu nafasi hii na wewe kukutia moyo kwamba zinaweza kuwa zipo changamoto unazozipitia, lakini bado Mungu atakutegemeza wala usimie moyo. Ipo saa ambayo Mungu atatenda mambo makubwa, ipo saa ya kunyamaza. Nasema kila jambo kwa majira yake na kwa wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kufurahi kuna wakati wa kucheka kuna wakati wa kusikia huzuni. Hizo ni nyakati zote ambazo Mungu ameziumba, tunakutana nazo kwenye maisha. Jambo la muhimu sana ni kuwa na uhakika na Mungu. Ni kwambie, ukisha kuwa na uhakika na Mungu, umekuwa na ufaulu katika mambo yote, lakini kama utakosa uhakika kwa Mungu, utakuwa umekosa ufaulu kwenye jambo lolote. Jambo lolote lile ambalo unahitaji ufaulu, kwanza uwe na uhakika na Mungu kuhusiana na hilo jambo. Uhakika tu kwa Mungu, uhakika kwa Mungu, halafu vingine vinafuata hapo. Hata mimi nimewahi kuumizwa, nimewahi kuumizwa sana sana na watu ambao unakuta una, una, una, una umewapa nafasi kubwa kwenye maisha yako sa nyingine watu umewaombea, umelala kanisani, umeshinda kanisani, unalia kwa ajili yao, umewashauri ume, ume, umefanya mambo makubwa kwa ajili yao, lakini mwisho wa siku wanakusariti, wanakuacha kabisa tena wanakukana, eh? Nakumbuka kwenye kikao kimoja, wala ambao nilikuwa nimewategemeza, nimewasaidia, walinisariti, wakaenda wakanichongea mambo huko kwa, kwa viongozi wakubwa wa, wa, wa, wa, wa, wa zehebu langu hicho kikao nimekaa na waangalizi karibu wote, watu kama kumi na wote wananyoshia vidole mimi, wananihukumu kana kwamba shetani yupo katikati ya hicho kikao. Wote, kila mmoja ananisemea mabaya, kila mmoja ananyoshia vidole, kila mmoja anaongea, naweza kuongea. Shida kubwa ilikuwa ni kwamba tu nime nimeacha mkutano kwenye zehebu langu ambalo nilikuwa natumika, nikaenda kufanya semina kwenye zehebu lingine tofauti na zehebu langu. Shida ikaanzia hapo, nikawekwa kwenye vikao. Nimetoka tu kwenye kufanya hiyo huduma, ulikuwa mkoa mwingine, nimerudi kwenye mkoa ule. Napofika tu nakutana na, na na barua mara vikao mara napewa kadi ya njano mara nasimamishwa huduma, lakini sikumwacha Mungu. Niliendelea kumwamini Mungu, niliendelea kumwona Mungu. Yeye ndiye aliyeniita, yeye ndiye aliyeniweka kwenye huduma na jambo moja nilikuwa na uhakika nalo ni kwamba Mungu aliponiita hakuwa na tania, alikuwa serious na mimi. Nilipoitika nikamwambia Mungu nipo tayari kumtumikia, na mimi sikuwa na tania vilevile, na mimi nilikuwa serious. Kwa hiyo I don't care, atakiona siwezi ni yeah, yeye yeah, atakiona sifai ni yeah, yeye yeah. madamu tu mbingu sisi tumeamini Mungu ametuamini Mungu ametupa nafasi tuweze kumtumikia. Mtume Paulo anawaandikia Wagalatia anasema, tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa sababu ninachukua mwilini mwangu chapa zake Kristo. Ni nini kinakutaabisha? Kama ni magonjwa yanakutaabisha, hebu mwamini Mungu. Labda ni wanadamu wana kutabisha, endelea kumwamini Mungu. Labda ni chochote kile kinajaribu ki kukutabisha, kuvuruga huduma yako, sikiliza nikwambie, chochote ambacho sio cha kimungu kitakufa ndani yako, lakini kile kilicho cha Mungu hakitakufa. Kwa nini? Kwa sababu kilicho cha Mungu ni cha milele. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu, karibu sana hapa mkoani na Mungu akubariki sana. Namba zetu zimepita hapo. Jo, YouTube tafuta Gibson Elizeus, usisahau kusubscribe, follow na kushare kwa wengine, na Mungu akubariki sana.